Aidha, tunawashukuru wadau wote kwa michango na maoni tuliyotoa wakati wa maandalizi ya kanuni hizi. Waheshimiwa viongozi, naomba kuwasilisha na asanteni kwa kunisikiliza.